Hatutakuwa uvumilivu, kwaona kuna baadhi ya watu kwa makusudi wanatengeneza mpango kwenye nchi hii, serikali waivunje nguvu na jitihada kwenye michezo. Hatutakubali tena, wako watano tu, wauni wenyewe ili ukweli waonekane. Usicheze na Prizoni kwa sababu mechi na Prizoni nani anayesimamia? mechi na Namungo nani anayesimamia? Kumbe wewe, shida sio Bodi ya Ligi. Sema hadharani, shida wewe ni Simba. Uongozi wakalia Mienta mitatu ya dersa magharibi Afrika anakuwa bingwa nani anaweza kukata? E, liko liko wazi wana usaka ubingwa wao. Uongozi huu wakalia. Dersa magharibi Afrika toka Mungu aitengeneze dunia. Kucheza finali umekuja kucheza finali nani uongozi wakalia nani anakata? Najua kalia yote mheshimiwa kalia aliyosaidia kama timu ya Tanzania kwenda kupata mafanikio katika mashindano ya shirikisho barani na Afrika. Mimi najua. Walitakiwa shatemkadaraja hawa. Busara na hekima zimewaleta madarakani ndiyo maana leo wanabadilika kwamba Yanga alitakiwa muda mrefu ameshuka daraja. yes, mwaka juzi wamevunja kanuni ya ligi. Inatakiwa timu ya ligi lazima unaanda 20 timu ya vijana, timu ya vijana hawakuwa nayo eh, ambayo imesajiliwa kwenye TMS. Wewe unajua kwa nini ligi ya vijana mwaka juzi ilikufa njiani?